Na mtazamaji wa Trend TV, e bwana, leo niko hapa kwa ajili kulete ya kuletea update hii hapa na hii leo bwana, inahusiana na kitu ambacho kimehappen huko mtandaoni. E bwana, mambo ni moto kweli kweli, kadri ya muda unavyozidi kwenda, kadri ya siku zinavyozidi kwenda kwenye upande wa entertainment industry, yani mambo ya burudani yanazidi kuongezeka. E bwana, huyu hapa si mwingine bali ni Harmonize Konde Boy Harmonize, bwana amemegi headline e, kuhusiana na album yake ambayo inatarajiwa kutoka hivi karibuni, ambapo alianza kuipromote muda kidogo nadhani utakuwa unafahamu kwamba Harmonize Konde Boy bwana alikuwa akipromote albamu yake inayokwenda kwa jina la 3T1, tokea miezi kama mitatu hivi au minne iliyopita, lakini cha kushangaza ni kwamba mpaka sasa hivi albamu hiyo bado ilikuwa haijatoka. Ya so, kwa mujibu wa Harmonize Gonde Boy mwenyewe alianza kupromoti kuhusiana na ujio wa albamu hiyo ya 31, na alielezea kabisa maana halisi ya albamu hiyo, kwa nini ameipa jina hilo la 31. E, alieleza kwamba sababu ni kwamba ameitoa albamu hiyo ikiwa inaelezea maisha yake tokea alivyozaliwa mpaka sasa hivi alipofikisha umri wa miaka thelathini na moja. lakini pia vilevile album hii bwana Harmonize Konde Boy ameonyesha kwamba ameinvesti time, pesa lakini pia vile vile ameinvesti ame eh, vile vile, ameinvesti ubunifu wa hali ya juu katika hii album na hayo yote bwana amejidhihirisha kutokana na kwamba Harmonize, bwana tumeona kabisa wazi kwamba humu ndani bwana ameamua kufanya kolabo na wasanii wengi sana wa kimataifa. E, kuna msanii mpaka kutokea Misri ambaye ndiye anaongoza kwa subscribers wengi zaidi Afrika nzima. Maana nikikwambia kwamba umgugo, um, uh, Egyptian artist most subscribed African artist utamuona ni huyu jamaa kutoka Misri ambaye anafahamika kwa jina la Mohamed ambapo yeye bwana ana jumla ya subscribers zaidi ya milioni ishirini. Yani yeye amemzidi mpaka Diamond na ndio maana hata watu wakiwa wanamsifia Diamond kwamba na subscribers wengi huwaga lazima waseme eh, kwamba yeye anaongoza kwa subscribers Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini kule juu kwa Wamisri wa kule, kwa Waarabu eh, huyu jamaa ndiye anaongoza kwa, kwa subscribers wengi zaidi almost Afrika nzima. Sasa huyu jamaa bwana, ni kwamba Harmonize ameweza ku secure collaboration kati yake yeye na huyu jamaa kutoka Misri, na goma lenyewe bwana la kibabe kweli kweli, sio poa, linatarajiwa eh, kutoka katika album hiyo hiyo ya Harmonize ambayo inakwenda kwa jina la 31. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa unaelewa kwamba Harmonize amefanya kolabo na wasanii wakubwa sana Afrika. Lakini ukiachana na hiyo pia vile vile, tunaweza kusema kwamba Harmonize bwana, amevuka mipaka, ameenda kufanya kazi mpaka na Waarabu wa Kiafrika kutoka huko Misri, ambao wana mafanikio makubwa sana katika game ya muziki lakini pia ukiachana na hilo eh, ni kwamba Harmonize amefanya kolabu na Wanaijeria wengi sana akiwemo Yemi Alade ambaye huyu ni mtu wake wa karibu kabisa. Tunafahamu kwamba Yemi Alade na Harmonize ni marafiki wa karibu mno. kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba Yemi na Harmonize katika hii album ya 31 pia watakuwepo wakiwa wameshirikiana humo ndani. Kwa hiyo kuna kolabu ya Yemi Alade na Harmonize, nadhani utakuwa unakumbuka moja kati ya ngoma ambayo hawa wawili walifanyaga miaka kadhaa iliyopita ilifanya vizuri mno. Kwa hiyo tunasubiri tuone the next uh, track kutoka kwao itakuwaje lakini pia vile vile ukiachana na kaskazini na magharibi mwa Afrika Harmonize pia amefanya kolabo na wasanii kutoka kusini mwa Afrika. E, tuliona alienda, alisafiri kwenda South Africa kule kwenda kufanya collaboration na Focalistic. E, bwana kuna collaboration mbili, moja ishatoka, lakini moja bado, na hiyo moja ambayo bado haijatoka itakuwepo katika album hii hii ya Harmonize Konde Boy kwa hiyo kwa kifupi, ni kwamba albamu ya Harmonize bwana e, watu humo ndani watakuwa ni wengi, yaani collaboration hii bwana itakuwa ina Uh, ina wasanii wengi sana wa kimataifa lakini pia hata wa kitaifa hapa hapa kutoka Tanzania pia watakuwepo. Kwa mfano uh, tunajua kabisa kwamba Abigail Chams atakuwepo humo ndani. Tunajua kitu ambacho kimekuja kwa surprise zaidi watu hivi karibuni ni kwamba Mboso Kani naye pia yumo katika album hiyo hiyo ya Harmonize Konde Boy, which uh, ni kitu ambacho kiukweli kimewafurahisha watu wengi sana kufahamu kwamba hata Mboso naye atakuwepo katika album ya Harmonize 31. Kwa hiyo watu wengi sana kiukweli wamekuwa excited kusubiria project hiyo. Na pia vilevile vile, hapa kuna baadhi ya page wameanza kuripoti kuhusiana na ujio wa albamu hii, kwani Harmonize mwenyewe ameshaanza kuweka dondoo au kuweka hint au kudokeza kuhusiana na ujio wa albamu hiyo as soon as possible. Kwa hiyo hapa bwana, kuna pegi wa wamekuja wameripoti wakiwa wameandika kwamba kwenye upande wa burudani Harmonize amejiandaa kuachia albamu yake mpya kabisa, ambayo inakwenda kwa jina la 31 album uh, ikiwa ni mojawapo ya miradi yake mikubwa ya mziki kwa mwaka huu hapa 2025. Albamu hii mpya ya Harmonize bwana, ambaye ni msanii maarufu kabisa wa Bongo Flava kutoka hapa hapa Tanzania, inatarajiwa kuwa na nyimbo kadhaa zinazoshirikisha eh, wasanii wengi sana wakubwa kutoka Afrika Mashariki, ingawa tarehe rasmi bado Harmonize hajaitangaza au kuiweka wazi kwa mashabiki wake kuhusiana na tarehe ambayo albamu hiyo itatoka lakini mashabiki wake wameshaanza kupata radha ya album hiyo kupitia nyimbo tofautitofauti ambazo tayari zimeshakuwa released, maana <muchos> e, bwana ukizungumzia nyimbo ambazo tayari zishakuwa released, moja kati ya nyimbo ambazo zilimeke headline bwana ni nyimbo ambayo inakwenda kwa jina la Friend Zone ambapo hii ni nyimbo ambayo kwa kweli imewashangaza na kuwafurahisha watu wengi kwa sababu hii ni nyimbo ambayo Harmonize bwana amefanya na msanii ambaye alikuwepo katika rekodi lebo yake na kujitoa katika rekodi lebo hiyo, nazungumzia Ibra. Ibra bwana ndiye alikuwepo katika hii nyimbo, inaitwa Friend Zone ambayo ameitoa hivi karibuni Harmonize. Kwa hiyo hapa wametoa listi ya nyimbo ambazo tayari zishatoka. Wakasema kama vile Friend Zone akiwa amemshirikisha Ibra, Best Friend, Lala ambaye amemshirikisha Abigail Chamze Coming home na best couple. Harmonize ambaye pia ni mwanzilishi wa record label ya Konde Music Worldwide, ameendelea kuthibitisha ubunifu wake na uwezo wa kuvuka mipaka eh, kwa muziki wa Tanzania kwa kushirikiana na wasanii wengi wa kimataifa kuleta ladha tofauti albamu hii ya 31 inatarajiwa kuwa na mchanganyiko wa mziki wa mapenzi, maisha ya kila siku na ujumbe wa kijamii, huku ikiwa imebeba utambulisho wa Harmonize kama msanii aliyepevuka na mwenye, na mwenye maono makubwa mashabiki, eh, wame, mashabiki wanaweza kupitia, eh, kupiti, kupata albamu hiyo kupitia majukwaa ya mziki kama vile Boomplay, Audiomack, Apple Music, YouTube pindi pale itakapotoka rasmi.